hajatumika hata pamoja neno alwalidain e, ila katika mambo haya matatu, albir wema wote wanaostahiki mama na baba, wazee wawili, kumtanguliza mama kwa, ma, kwa daraja tatu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume, nani ahsan, nani alikuwa bora bisohbati akasema mtume sasa, mama, mama, mama mara tatu, halafu akasema kisha baba. Hadithi maarufu hii kwamba mama anachukua anachukua medali zote medali ya gold na silver na bronze, ye huyu ni mama mama mara tatu, alafu kisha baba anaondokea na honorary medal ya heshima tu, lakini ba, mama ni wa mbele kabisa. Kwa hivyo ukitizama aya zote ambazo zenye kuelezea walidain utakuta habari zake nzito, na hii kumpa heshima kwa sababu neno lwalad yalidu, nani mwenye kuzaa? Ni mama. Neno asli yake kuzaa na uh, alwilada alhaqiqiya lilum, uzaaji ni kwa mama Eh, sio kwa baba lakini, hapa imetumika neno walid kutokana na wilada, kwamba ni baba na mama majazan, eh, ni kuleta faida zaidi, kwamba wote wawili wanastahiki kupewa sifa hizi. Kwa hivyo tukitizama ikiwa masala ya wilada na kama Luqman alivyomhusia mwanawe akasema, wawasaina linsana biwalidaihi, natumemhusia binadamu wazee wake wawili. Alafu palepale akasema, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni, amembeba mamake shida juu ya shida mpaka akamzaa na akamnyonyesha, wafisaluhu fi amain kwa hivyo ndo utaona Mwenyezi Mungu anavyosema kwamba nini, anishkuru lii waliwalideika. Mwenyezi Mungu anamuhusia binadamu kwa hishma ya mama aliyemzaa, bali na baba pia, nishukuru mimi na wazee wako wawili. Hilo ndo muhimu sana, hata akapewa fursa mama, wainjahadaka ala antushrika bima ma leisa laka, laka bihi ilmu fala tutihuma ikiwa amejitahidi kila njia au kufanya wewe unishirikishe mimi, usiwatii, yani usiwatii. Wapige pande la asahibu huma fi dunia maarufa, uende nao duniani kwa uwema kabisa. Na hii dalili kuonesha katika aya hii kwamba wazee wawili wafanyie wema huu, unakuja unaunganisha na Surat Isra katika aya ishirini na tatu.

na kuwafanyia wema wazee wawili, na imetangulizwa walideni wa kwa hishma ya kuzaa kwa mama, hajasema abaweni. Na tena akasikia katika aya hiyo na ya pili yake, aya ishirini na tatu na ishirini na nne Mwenyezi Mungu anaotusia waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, tuwaombee dua katika aya ya surati l-Baqara, Mwenyezi Mungu alivyosema katika aya ya

uloneemesha mimi necmataka alati anaamta alaiya, ulionemesha mimi pamoja na wangu wazee wangu, waala walidayya. Naona no, umuhimu hapo si wala abawaya wali walidayya kutangulizwa, kwa sababu ni wawili, pamoja na hii ikaja tena katika sura nyingine kwamba mtu anapofika miaka arobaini, Mwenyezi Mungu anamuhusia, wasaina alinsana aya kumi na tano surati Ahqaf, wasaina linsana biwalidaihi ihsana, tumemuhusia binadamu kuwafanyia ihsan na uwema wazee wake wawili. Hapa anatangulizwa mama hendi, kwa sababu yeye ndiye alichukua pati kubwa hii. Uh, hata hu binadamu kuja duniani ambayo inatakiwa awashukuru wazazi wake wawili, kwa sababu mama ndio alimzaa. Kwao imetumika walidain, sio abawaini biwalidei sana, na sababu kama kwenye lukumani kuli kasema kwamba hamalathu ummuhu kurhan wawadaathu kurhan, ameteseka na tabu kwa kumbeba na kumzaa

anatuhimiza pia wabudu llaha wala tushriku bii sheia wa bilwalidaini ihsana, alafu nakuja bithilqurba walietama walmasakini. Mwaabuduni mwenyezi Mungu, wala mshirikishe na wazee wawili wafanyie wema. Wakati katika surati Ibrahim, nabi Ibrahimu anatufundisha dua mbili sana muhimu sana

Nabii Ibrahim na wazee wake wawili na kwa waumini wote siku ya kusimama mbele ya haki. Kwa hivyo utaona aya nyingi zinataja masala ya dua na ihsani na bir yote inakuja katika walidain. Hizo ni baadhi ya aya, lakini aya ziko nyingi zaidi zenye kuelezea eh, namna namna gani alwalidain anaitajia eh, eh, kuombewa na, na kila la kheri <tune> na Mola subhana wataala amekuwa mkali sana kwa wale wanaofanya ujeuri wazee wao. Wakati alipotaja katika hii sati Ahkaf, kwa, kwa, kwa Mwenyezimungu anausia binadamu wafanya wema ihsan, hapo hapo chini katika aya ya saba akazungumza kwa wale ambao wanaofanya ujeuri, aya ya kumi na saba

na ilhali karne baada ya karne wameshazikwa, wala hakuna wameshazikwa aliyetoka. Hawa Mwenyezi Mungu ina waada llahi, hakun. Mwenyezi Mungu ahadi yake itakuja tu. Hao ulaika alladhina haqqa alayhim al-kauli, haki kauli ya Mwenyezi Mungu imepita kuwaadhibisha sana. Hawa wanastahiki moto mkali sana kwa jeuri zao. Jeuri zao ndio unapokwenda katika surat Saala sailu anataa kujikomboa yule anayekwenda motoni, yawadu lmujrimu lau yaftadi min adhabi yaumizin wa wasahibati wa wafasilati lati tubwii ana tamani ajitoe kwa kujikomboa, lau yaftadi atoe fidya, bibanihi kwa watoto wake, wasahibati na mkewe, hajasala bawabihi wa ummi wasaibati wakhii, na kakaki au jamaa zake wote. Thubutu ataje mbele ya Mwenyezi Mungu, au na babangu tutatoa babangu, au na mamangu mtatoa fidia? Hawa wazee walikuzaa, leo nataka kufanya ndio fidia? Kwa kweli, wathubutu kusema hivyo. Kwa hiyo tunaona namna gani Mwenyezi Mungu amempa sharafu na heshima kubwa eh, mama mbele kabla ya baba katika eh, masala haya lakini sasa kwa upande mwingine tukienda katika surati yusuf ya kwamba wamemsujudia yusuf inasemani katika aya ya tisini na tisa falamma dakhalu ala yusuf sasa hivi wamshaletowasee baba na mama na watoto wao wote wamekuja mbele ya yusuf walipofika katika chumba cha ufalme kile awa ilaihi abawayi wakala dkhulu misra Falama dakhalu ala Yusuf, walipoingia kwa Yusuf, tena ndio ukumbi wa mfalme. Awa ilaihi abawaihi, nini wamefanya wazee wawili wale? Walikuja waliokumbatia wazazi wake, baada ya kuwakumbatia wazazi wake

na akawapandisha wazazi wake kwenye kiti cha enzi na wote wakaporomoka kumsujudia. Rafa abawaihi ala larshi, rafa amewainua juu katika arshi, ilikuweka sehemu ya juu. Lakini wazee wawili, kharu lahu walianguka kwa kumsujudia yeye, kharu lahu sujada. Hapa tukitazama limetumika neno abawaihi, wazee wawili kwa sababu ukitizama masala ya kiti cha ufalme, mwenye kustahiki zaidi ni mzee. Jambo la pili, heshima kwa mama aliyemzaa mtoto, halafu mtoto ataji walida, ndo anaweka kuja kumsujudia mtoto. Hii inakuja akhiru dunia, kama alivyosema amarati saa, katika hadithi maarufu ile Jibril anamuuliza mtume Sala sala akasema, masulu anhu bialam minasail min, najuaje lini kiama, lakini alamati zake amaratha antalida alama tarbatha, kama alivyosema manake, kwamba mama na kama kija kazi mbele ya mwana aliyemzaa mwenye kama mtumwa mbele yake, yani mtoto anamwamrisha mamake, utafikiri si mamake aliyemzaa. Hapa Yusuf anatuonesha namna gani kwamba wazee wameanguka. Mwenyezi Mungu ametumia lugha, sio walidaihi, bali ametumia abawaihi kwa sababu, ili kumshusha heshima, baba ni bora zaidi kuliko heshima ya mama, kwa hivyo alimzaa. Kwa hivyo utaona kwamba imetumika warafa abawaihi alal arshi, sio warafa walidaihi. Haiendi kabisa, Mwenyezi Mungu hakubali lugha hiyo, kuitia mama mtu aliyemsara fa ndio msujudie. Warafa abawi ndio kusujudia ni kwamba wameinama kumpa heshima yake, yeye ndio mfalme. Kisha kwa Yusuf, warafa abawi alarushi wa kharu lahu sujada, wakaanguka kumsujudia, akasema ya abati hadha ta'wilu ruyai, ewe babangu, hii ndio tafsiri ya ndoto yangu, ndio tamazo kama ilivyoelezea katika sura ya Yusuf kwa hivyo hapa tumeshapata maana au tofauti ya hishma ya walideini zaidi kuliko abawaini, ambayo jambo lenye kuhusu wanaume zaidi watu wenye kupokea, wenye kupokea urithi mwingi zaidi katika surati Nisaa. Leo tukisoma utaona kwamba hajatajwa walideini, masala ya wilada wa mama kutiwa walad, neno asli ya neno lwilada Walid, walidaini, ni katika masala ambayo sio katika ihsani au dua au mema, inakuja inakutumika neno abawaini. Tukitizama sisi katika surati Nisa katika ku, kuchambuliwa na kugaiwa kwa urithi, imetumika waliabawaihi abawaihi, likuli wahidin minhuma thuluth na baba wawili, baba na mama yani, eh? Kila mmoja anapata sudus 16 ya urithi, sudus ni matarak hii, unapokuwa na watoto inkana lahu walada. Kwa hivyo kizama hapa, imetumika neno abawa, abawaii, kwa sababu wao ndo wanapata urithi mkubwa, baba dabali ya mama, na kwa sababu wao ndoeukimu na kusimamisha nyumba na kuendesha eh, masala ya matumizi ya nyumba. Wakati huo huo katika surati Nisaa aya ya saba alipokuwa anaelezea namna gani urithi ugawiwe, Allah anasema lirijali nasibun, wanaume katika familia wana shea zao mimataraka lwalidani. Hii ndio katika jambo la mwisho kwamba wazee wanaondoka duniani, basi wanatajwa kwa hishma kubwa, hajasema abawain hapa

baba tu mwenye kurithiwa na hata mama katika mali zake hurithiwa na watoto wao. Kwa hivyo hapo utaona yani, Mwenyezi Mungu anachagua pahala gani pa kutumia neno walidain na pahala gani pa kutumia neno abawaini, hata upate kujua namna gani mama anavyotukuzwa katika Qurani na kupewa heshima yake kubwa sana, hata kutangulizwa mbele ya baba. hadha wallahu alam.